So, milele amina. Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari za novena ya ro mtakatifu, novena ya Pentecost. Leo ni siku ya nane katika siku ya reo, tunamwomba ro mtakatifu atujalie nuru. Apo kuwa tunaongelea nuru, hatumaanishi labda kwamba e, hii nuru ya kiulimwengu kwamba umeme e, au jua. Ni nuru ya akili na mioyo ambayo itatusaidia nini kutambua mpango wa Mungu katika maisha, kutambua kwamba tunatakiwa kufanya nini, kuona uhalisia wa maisha juu yetu na kwa wengine. Na tunapokuwa na nuru ya mioyo na akili, itatusaidia daima kuyatenda yale ambayo tunapaswa kuyatenda. Na mwingine akili ya mwanadamu ni kwa sababu ya kutokuwa na nuru hii au mwanga huu wa Roho Mtakatifu. Ndiyo maana tunajikuta kwamba tunafanya yasiyo mpendeza Mwenyezi Mungu. Tukijaliwa nuru, tutaweza kutembea katika ukweli ambao Bwana wetu Yesu Kristo alituelekeza kwamba yeye ni njia, ukweli na uzima, na katika namna hiyo, kufikia sasa huu ukweli, njia na uzima, hatuwezi bila nuru ya Roho Mtakatifu inayoangaza akili zetu tunagubikwa na mambo mengi yanayotufanya tunalizika na, tuna na ulimwengu huu. Akili zetu zinakuwa zina na giza, kwa kutudhani tu kwamba sisi ni wa hapa hapa ulimwenguni. Kumbe sisi ni mahujaji katika matumaini tunayoelekea mbinguni. Tujaliwe hayo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.